Umeitwa, umeokoka, umepokea neema ya uokovu, lakini bado Bwana anataka uyasababishe mambo kutokea katika jina la Yesu. Hatajiongeza kukutendea, anasema unataka nikufanyie nini? Bwana Yesu asifiwe, unataka nikufanyie nini? Kwa kumbe haitoshi kuwepo katika uokovu. Unatakiwa uwe mtu mwombaji, mtu msemaji, mtu msababishaji, mtu ambaye unaamuru vitu na vitu vinatokea katika jina la Yesu. Maana Mungu anasema, unataka nikufanyie nini? Bartimayo anauliza swali, ameitwa, Yesu anaona shida yake physically, anaona. Bwana asifiwe. Anaona Yesu anaona shida yake, anamtazama hivi, anaona sasa huyu uhitaji wake ni kuona. Lakini nimekwambia iko kanuni wa roho inaitwa kanuni ya ukiri. Hii kanuni ukiweza kuitumia vizuri, utaamuru mambo makubwa na yatatokea katika jina la Yesu, maana umeelewa hii kanuni katika ulimwengu wa roho na huwa inafanya kazi kweli kweli, haijawahi kumwacha mtu na matokeo ya kawaida. Ukitamka habari ya kushindwa, unashindwa hivi, unaona kwa macho yako unashindwa.